Nitazungumzia ni swala la uwekezaji, na labda pengine hapo inabidi ni nieleweke ni kidogo. Unajua, kuna baadhi ya watu wanadhani kuwa kuwekeza ni lazima ukaanzishe biashara yako wewe mwenyewe. Eh, hii sio sawa. Kuwekeza kuna njia mbalimbali za kuweza kuwekeza. Mojawapo of course ni hiyo ya kuwa unafanya uamuzi wa kuanzisha eh, biashara yako mwenyewe. Huo ni uwekezaji. Kwa hiyo una mtaji wako hapo, mamilioni ya pesa, basi unaamua kuanzisha kama ni kampuni, kiwanda na vitu kama hivyo, lakini kuna njia nyingine nayo ya uwekezaji ni kuwa kwa sababu unajua kuanzisha biashara kuna changamoto nyingi e, kuna swala la uzoefu nawezekana, hiyo aina ya biashara unataka kuifanya huna uzoefu nayo. Sasa unaweza ukajikuta unakumbana na changamoto nyingi, kwa sababu huna uzoefu na aina ya biashara unataka kuianzisha. Sasa hii inakuwa ni, ni ni kitu ambacho ni hatari, kwa sababu unaweza ukatumia pesa nyingi na zikapotea. Sasa kuna njia nyingine ambayo ni ya mkato, ni kuwa badala ya wewe kuanza kutoka namba moja, yaani kutoka A to, to Z kuanzisha biashara tangu mwanzo mpaka ufike mwisho, unaamua kwenda ku, kuwekeza kwenye biashara ambayo imeshaanza, kwa maana kuwa kuna wenzio waliotangulia wameanzisha biashara na inafanya vizuri sasa wewe unaenda ku, ku, ku- kuomba ili wakukubali uweze kuwekeza kwenye ile biashara. Sasa kuwekeza haina maana kwa lazima uwe na 100%, kwa maana kwa sio lazima uinunue ile biashara yote. Kuwekeza ina maana kuwa unaweza ukanunua sehemu ya hiyo biashara. Sasa hiyo sehemu ya biashara tunanunua kwa kununua hisa. Kwa hiyo unakuta ile biashara, mara nyingi biashara kama kama hizo zinakuwa zi kwa kama ni kampuni hiyo, zina aina mbalimbali za hisa. Sasa wewe unakwenda kununua hizo hisa, kwa hiyo tayari unakuwa na wewe una unamiliki hiyo kampuni, kwa sababu hata ukinunua hisa moja katika lugha ya ya kitaalamu, unakuwa wewe ni mwekezaji na unaweza hata ukasema unamiliki hiyo kampuni hata kwa hisa moja. Kwa hiyo sasa unaweza ukawekeza kwenye kampuni iliyokushaanzishwa sasa. Labda leo ndio nataka kuelezea ni mambo gani itabidi utafakari na pia kutekeleza ili uweze kumiliki e, hisa za kampuni ambayo imekwisha anzishwa. Na hapa sizungumzii kampuni ambazo zimesajiliwa kwenye soko la hisa, ziko kampuni hazijasajiliwa kwenye soko la hisa lakini bado unaweza uka, ukanunua hisa zao. Sasa kitu gani cha kufanya? Kwanza tafuta business consultant, tafutaa wataalamu wa mambo ya biashara, tafuta business consultant, alafu mwambie bwana, mimi nataka kununua hisa za biashara. Sasa atakuuliza biashara gani, wewe utamwambia labda pendu, unasema mimi nataka kuingia kwenye mambo ya biashara ya vinywaji, kwa hiyo nitafutie kampuni inahusika na, na mambo ya vinywaji ili tuangalie uwezekano wa mimi kununua hisa zao. Kwa hiyo yu, yule business consultant, kuna mambo atakuuliza uliza, e, kutokana na wao na utaalamu wao. Ukimpa majibu sasa, yeye anakwenda kutafuta, kwa sababu naye ana connections zake. Kwa hiyo anaenda kutafuta kampuni ambazo zinauza hisa zao pamoja na kuwa hazijasajiliwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo sasa, baada ya muda atakuja ata atakwambia, maana nimepata kampuni hii hii hii, hii ambazo zinahusika na mambo ya biashara ya vinywaji eh, sasa kazi kwako, chagua ni ipi unayo unayoipenda. Kwa hiyo sasa wewe una, unafanya uchaguzi wa kampuni ambayo unayoipenda na baada ya hapo atakueleza sa taratibu za kununua hizo hisa e, kwa sababu hata hizi hisa uwa, wana, kwa mfano kuna utaratibu wake kwa mfano hisa unaweza kukuta hisa thamani yake ni shilingi mia moja lakini unakwambia tunakuuzia hisa lakini hulipi shilingi mia moja labda unalipa 50% ya hiyo shilingi mia moja kwa hiyo unalipa asilimia hamsini ya bei ya hiyo hisa kwa hiyo una- una- una- unakuwa una umenunua hiyo hisa lakini kwa kigezo walichoweka kuwa ni 50%. Kwa sababu pengine hawahitaji pesa nyingi kwa ajili ya kufanyia eh, biashara. Sasa wanakuambia 50%. Labda baada ya muda kidogo wanakuambia okay, wanasema wanako hizo shares kwa maana wana, wanasema okay, sasa ongeza asilimia ishirini na tano na vitu kama hivyo, yaani sina haja ya kuingia ndani sana huko nikawachanganya, lakini swala zima ni kuwa unanunua hisa na huyu bwana anakueleza utaratibu wa kununua hisa na utapata certificate yako kama umekamilisha kila kitu, umetoa pesa na masharti umetimiza, na una una unanunua una hisa za hiyo kampuni. Kwa hiyo unakuwa wewe ni, ni mmoja kati ya wanahisa. Sasa ukiwa ni mmoja kati ya wanahisa unakuwa na sauti, kwa sababu mara nyingi huwa wanahisa wanakuwa na kikao kimoja mwisho wa mwaka wa wa fedha na kwenye hicho kikao mna na mambo mbalimbali ya kuongelea, lakini kikubwa ni ku kudeclare dividend, yani kutangaza gawio. Kwa sasa, kama wewe ni mwanahisa kwenye hicho kikao unakwenda unashiriki leni unaambiwa zile hisa ulizonunua eh, kwa hiyo gawio itakuwa ni kiasi gani kwa kila hisa. Sasa kama umenunua hisa kumi unazidisha na ile namba, kwa hiyo unajua mwaka huu ninapata gawio. Sasa gawio ni kama ni faida, dividend ni, ni, faida ni faida. Sasa unaona ilivyokuwa eh, njia ya mkato wa kupata fedha kuliko ile ambayo ungesema uanze kampuni tangu mwanzo, uanze kukimbizana na watu sijui huku kusajili kufanya nini upate ma na mameneja na na wakurugenzi mbali mbali. Hii hii inakuwa ni nyepesi, kwa sababu mameneja tayari wapo eh, eh, biashara iko yani wewe, wewe gharama yako ni kununua tu zile hisa. Unataka ngapi? Kama unataka nyingi, ndio gharama itakuwa nyingi. Kwa mimi nafikiri hii ni njia mojawapo nzuri sana ya kuweza kuwekeza kwenye kampuni ambayo imeshaanza kufanya biashara. Lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho sitaongelea leo, kwa sababu muda hautaturuhusu, ni ukishaambiwa kuwa kuna kampuni hizi hapa tatu au nne, business consultant amekuletea kwa, kuna kampuni hizi tatu au nne ambazo ziko zinauza shares zao. Unafanya, unafanya unafanya nini? Yani unatumia kitu gani ku, kuamua e, kuwa nichukue hii na nisichukue hii? Sasa ilo ni somo e, tu, nitapanga siku nyingine niwaelezee kitu gani unafanya. Kuna kuna, kuna kitu anasema unafanya due diligence, yani unatumia kuna, una, una, unatumia wataalamu wachambue wa, wa ile ile kampuni, kuna maswali watauliza na vitu kama hivyo, halafu mwisho wa siku watakwambia hapa bwana, unaweza ukawekeza, kwa sababu bila hivyo utaingia kichwa kichwa, kumbe kampuni yenyewe inakaribia kufa. Sasa umesikia, ah, kuna watu wanatafuta eh, eh, kuwekeza wana wanawanjo wana na karibu, kumbe una, unaingia mkenge sasa ili kuepukana na hayo mambo, ufanye uamuzi tu kwa kwa kusema ah, hii kampuni tena hii kampuni nafikiri kubwa kubwa inajulikana ya mambo ya vinywaji, unaamua. Hapana, unamtumia mtaalamu, anakufanyia kitu anaita due diligence, yani anaichambua hiyo kampuni, alafu yeye anakupa maoni yake kwa kutumia taaluma yake. Kwa hapa sasa unaweza ukawekeza. Sasa hiyo mambo ya due diligence ya au jinsi ya kuchambua kampuni ya kuwekeza ni kipindi kijacho tuombe Mungu nitakuja kuelezea. Naona kwa leo tuishie hapo na waomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha dira ya ujasiriamali na kinatangaza saa tatu usiku eh, kwa saa za Afrika Mashariki na kila siku kunakuwa na na mada maalum. Leo tumezungumzia uwekezaji Kesho kutakuwa na kitu kingine. Kwa hiyo kuwa nasi kila siku saa tatu usiku e, kutoka Tan Business Channel on the Television, na kipindi ni dira ya ujasiriamali. Asante, karibu tena.